Mariamu alipotembelewa na mgeni Yesu nyumbani kwake, akachagua kukaa karibu na Yesu, kukaa, maandiko yanasema akachagua kukaa miguuni pa Yesu, na Martha akaamua kwenda kumwandalia chakula, akaamua kwenda kumtumikia. Wote kumbuka, wote wanafanya vitu vizuri, kitu kizuri. Mariamu anaamua kumsikiliza mgeni, kuongea na mgeni lakini Martha anachagua kwenda kumwandalia chakula, kwenda kumtumikia. Vitu vyote hivyo ni vizuri, si ndio? Hakuna aliyefanya kitu kibaya. Shida hapa tunayoiona kwa, kwa, kwa, kwa Martha, sio kwamba sio kwamba alifanya kitu kibaya, alifanya kitu kizuri, lakini yeye changamoto yake ni kwamba aliamua kumtumikia Bwana